kwanza pressure iko juu, uwalazimishwe kubaki bungeni wanafanya reform? Watakimbia reform. Hawa watarudi hawapo, umemaliza muda wao. Kwa hiyo wanasema mambo ambayo hayawezekani. Unajua uh, unaweza ukasema mambo hayatekelezeki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 wakati wanapiga kelele wao ya no reform, Dar es Salaam wamejiandikisha watu maelfu, mpaka wao imebidi tume waongeze siku. Maanake wanamwambia yule, no reform, achana na maneno yako hayo, sisi tunataka kupiga